Niliposimama hapa nimesema siamini macho yangu. Kwa hivyo kwanza kabisa, leo navunja mwiko kazi anayoifanya mwenyekiti, naianza mimi kuwashukuru sana na kuwapongeza kwa mahudhurio ya aina yake leo. Asanteni sana. Ntaliacha hapo ili mwenyekiti wangu ajaliendeleze. Wa ndugu zangu, nimesema siamini macho yangu, ni furaha iliyoje. Na nafurahi kwamba Pemba inaendelea kutoa darasa na, na somo la kisiasa. Leo ni ithibati nyingine kwamba maalimu wetu Mwenyezi Mungu amlaze pema alipoondoka, duniani wanafunzi wake wote wamehitimu, wanafunzi wote wamehitimu, wamehitimu kujua kwamba sisi hapa hapendwi mtu, tunapenda nchi yetu kwanza. Wamehitimu kwamba sisi hatutafuti mtu kijio, hatutafuti mtu ubunge na uwakilishi wala urais, zote hizo ni njia tu. Sisi tunaitaka nchi yetu, na mwaka huu inshallah tutaitia mkononi Oktoba 2020. Kwa hivyo mimi nafurahi kwamba Pemba inatoa somo, lakini kikubwa Kiwani inaonyesha mfano wa pekee katika kisiwa cha Pemba. <coughs> Ndugu zangu, na kazi yangu wanaifanya na nitaifanya, lakini leo kwanza na salamu zangu kwa mtu mmoja anaitwa Hemedi. Huyu ndugu zangu, mimi simchelei na shahidi wangu ni mwenyekiti wangu Mheshimiwa Uthman Masud. Siku moja wakati ilipoundwa ile kamati yao ya uongo na kweli, hati ya maridhiano, tutafute maelewano kuhusu uchaguzi, ilikuwa na wenye viti wawili, upande wetu alikuwepo chuma cha pua mwanakindakindaki Othman Masud Osman na upande wa pili alikuwa Bahemedi. Tulimwekea hishma sana, si kwa sababu hatuyajui ya juu aliyoyafanya lakini tulikuwa tunatafuta kujenga, lakini Mwenyezi Mungu akataka kutuonesha kwamba huyu hastahiki. Hili mwenyewe tunazungumza athari yaliyotokea 2020, yeye akatuambia kwamba hana taarifa hizo wala hajui kama kumetokea maafa yoyote Pemba. Lakini tizama, Mwenyezi Mungu akitaka kumfedhehesha mtu, anasema hajui kama kumetokea maafa, hapo hapo anamtuhumu mtu ambaye hayupo tena duniani, marehemu Maalim Sefu kwamba ndiye aliyesababisha aliyotokea. Sasa unajiuliza, mtu yametokea hayakutokea? Kama hayakutokea, huyu mtu kayasababisha vipi? Nikamwambia mbele ya macho yake kwamba usimtuhumu mtu ambaye hayupo, hawezi kujitetea Aliyesababisha mauaji ya Wapemba ni wewe, Hemedi.